Taarifa ambazo zimeistua ni mwenendo wa uandikishaji lakini mwenendo wa kuripoti kwa wanafunzi katika mkoa wetu wa Songwe, jukumu ambalo sisi sote tunahusika. Kwa hiyo wakati tunapokea ushauri kutoka kwetu, pia vili kama serikali tuweze kuonesha masikitiko yetu juu ya namna ambavyo kumekuwa na changamoto katika vijana wetu katika jamii ya mkoa wa Songwe katika kutilia maanani katika swala zima la elimu. Taarifa hapa zinaonyesha kwa mfano, katika eneo la uandikishaji wa wanafunzi wa darasa la hawa tulikuwa na malengo ya kuandikisha wanafunzi elfu thelathini na mbili na sabini na saba lakini mpaka leo hii ambapo tunaelekea mwisho wa mwezi wa kwanza tumeweza kufikia kuandikisha wanafunzi elfu ishirini na tano mia tisa tisini na moja ambao ni sawa na asilimia themanini na moja. Kwahiyo bado tuna asilimia kama 19 ambayo bado hatujafikia lengo la uandikishaji. Hawa watoto wako wapi, ambao wanatakiwa kwenda kuandikishwa kuanza darasa la awali kwa ajili ya kujiandaa kuingia darasa la kwanza? Lakini kwenye upande wa darasa la kwanza, malengo yetu ilikuwa ni kuandikisha wanafunzi 52 lakini tumefikia mpaka sasa wanafunzi, sawa na asilimia asilimia kumi na nne. Wako wapi ambao wanatakiwa kuandikishwa wanatakiwa kwenda kuripoti kwanza darasa la kwa kwanza? Lakini niliwauliza wataalamu wao, kwa sababu changamoto kubwa iliyoko nyingine ni kwenye eneo la mdondoko, yaani wanafunzi ambao ya tunaoandikisha kwanza darasa la awali wakifika darasa la kwanza, kuna wanafunzi wengi unakuta wape wameacha masomo Walioko darasa la kwanza wakifika darasa la pili kuna wanafunzi wengi hapa katikati. Tumefanya nini? Tumewaacha hadi kadhalika, mpaka wanapokwenda darasa la saba. Katikati hapa kuna wanafunzi wengi sana ambao tunakuwa tumewaacha, lakini matarajio na matamanio ya serikali ni kwamba wanafunzi wanaoanza darasa la awa wote wafike darasa la saba da sasa, kwenye eneo hili, kwa mfano wanafunzi ambao mwaka jana hawakufanikiwa kufaulu darasa la nne kwenda darasa la, la tano iliambiwa ni wanafunzi 7132 lakini ambao mpaka leo wameripoti kurudi kuendelea na masomo ni 5311 ndio ambao wame wame ripoti, lakini wanafunzi ambao hawaja hawaja hawaja ripoti ni wanafunzi kama 1820 na na, na na moja. Sasa nikawa kama najiuliza hao wanafunzi, sisi kama wazazi tunakaa nao nyumbani, wanafanya nini? Mtoto wa darasa la nne bado ni mtoto mdogo sana haifaulu kwenda darasa la tatu, lakini serikali inatoa nafasi asome aweze kufanya tena mtihani mtihani, aweze kufaulu kwenda darasa la tano. Lakini mpaka leo bado uko hai nyumbani, anafanya nini huyu mtoto? Kwa nini asiende shule kuendelea kuendelea na masomo? Lakini ukienda kwenye upande wa sekondari, kidato cha kwanza walichaguliwa na wanafunzi elfu kumi na nane mia moja themanini na tatu. Mpaka leo hii ambao tayari wamesharipoti kwa ajili ya kuanza masomo ni wanafunzi elfu kumi na moja mia saba sitini na moja sawasawa na asilimia sitini na nne nukta nukta sita. Wanafunzi wengine ambao wamechaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza wanatakiwa waende shule. Tuko nao huko nyumbani, wanafanya nini? Na serikali tulishatoa maelekezo kwamba wanafunzi wanatakiwa waende wakaripoti, hata kama mzazi hajatimiza mahitaji ya shule kwa wilaya walikuwa wanasimamia huko na walishatoa matangazo, waliambia wananchi kwamba waambieni watoto waende wakaripoti, hata kama hana yunifomu, we mtafutie daftari sisi tunampokea, ili aweze kuanza masomo. Lakini mpaka leo bado kuna wanafunzi wengi hawajaripoti, karibia wanafunzi uh, elfu sita mia nne na ishirini na mbili hawajaripoti kwenda kuanza kuanza masomo. Wako wapi hawa wanafunzi? Wanafanya nini huko nyumbani wakati mazingira yote yameandaliwa tumejipanga kuwapokea ili tuweze tuweze kuwapatia elimu. Kwa nini mpaka kwa leo hii wako nyumbani na sisi wazazi tunaendelea kulala hawa na hawa watoto bila kuwaacha waende shule? Lakini ukienda kwa kwenye upande wa kidato cha pili ambao walifedi tena kidato cha pili mwaka jana walikuwa ni wanafunzi elfu mbili mia moja na tano wameripoti wanafunzi elfu moja mia mbili na nne kuna wanafunzi mia tisa na moja bado tuko nao nyumbani, hawajaripoti kuendelea na masomo, kurudia kwanza masomo ya kidato cha pili ili waweze kurudia tena kufanya kufanya kufanya mtihani. Sasa ndugu zangu, ilikuwa nataka niwaeleze haya ili tuweze kupata picha ya namna sisi jamii katika mkoa wetu wa Songwe, namna tunapolipatia uzito au tusipolipatia uzito swala swala la elimu. Kwa hiyo tunapotoka katika kikao hiki tunategemea tutashauriana, lakini tunapotoka hapa tunatarajia sote kwa pamoja tutaenda kuchukua jukumu kuhakikisha kwamba hawa wanafunzi hawa wote wanakwenda kuripoti kuendelea na masomo. Lakini wa wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa watendaji wa halmashauri, makatibu tawala, utaenda kukaa na watu wenu huko kujipanga, kwa sababu swala la kumpeleka mtoto shule ni takwa la kisheria. Mtoto ni wakwako mwenyewe, umemzaa mwenyewe lakini tunao wajibu kama serikali kusimamia kuhakikisha mtoto wako. Ukifanya uzembe kama mzazi na kutosimamia elimu ya mtoto wako, sisi kama serikali tunao wajibu kuwajibisha wewe mzazi kwa wilaya, ili jambo la kuhakikisha kwamba mtoto anakwenda shule. Tusiende kuoneana, twendeni tukachukue hatua, wasagwe hawa watoto, wazazi ambao wanafanya uzembe kutowapeleka watoto shule, hatua za kisheria zichukue kwa sababu haiwezekani serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan inafanya uwekezaji mkubwa kwenye elimu. Tunajenga miundo mbinu ya elimu, tunaajiri walimu. Hivi karibuni walimu karibia wameajiriwa wamepelekwa kwenye shule zetu, lengo ni kuwafundisha watoto, alafu sisi watoto hatuwapeleki shule. Ni jambo ambalo halikubaliki, na niombe tushirikiane katika kuhakikisha kwamba tunalidhibiti, tunalidhibiti jambo hili.